Jitihada za kutatua changamoto zinazokabili huduma za macho katika ngazi zote nchini, kuanzia kwa wataalamu, kuanzia kwa wanahabari, kuanzia pia kwa wanajamii na pia na wadau wetu ambao wametusaidia katika kutekeleza hii. Wote tukiunganisha nguvu zetu, tunaweza kutokomeza hili jambo. Sasa tunapoendelea na utekelezaji wa mkakati wa kimataifa wa dira ya elfu mbili na hamsini, bado inakadiriwa kuwa asilimia tisini ya uoni hafifu na upofu unaweza kutibika au kuzuilika. Taarifa zetu zinaonyesha kuwa uoni hafifu katika jamii yetu imechangiwa na magonjwa yanayoweza kuzuilika kama upungufu wa upeo wa macho kuona na uoni hafifu, yaani refractive error, mtoto wa jicho, matatizo ya retina ikiwemo yale yanayosababishwa na kisukari na umri mkubwa, upofu wa utotoni unaotokana na vitamini A yaani upungufu wa vitamini A, pamoja na makovu kwenye kioo cha jicho. Hii inahalalisha umuhimu wa kuweka nguvu zaidi katika kutatua changamoto za macho zinazosababisha uoni hafifu na upofu. Kwa mwaka huu kauli mbiu ya maazimisho haya ni penda macho yako, simulizi yako ni mwanga kwa wengine. Penda macho yako, simulizi yako ni mwanga kwa wengine. Kauli mbiu inalenga kuhamasisha makundi yote katika jamii kujitokeza kupima afya ya macho na kupata ushauri stahiki, kama ishauri wavyo na wataalamu katika kutambua umuhimu wa huduma za macho nchini. Lakini pia serikali imewekeza katika sekta ya afya hususan huduma za macho kwa kuboresha miundombinu ya kutolea huduma, uwepo wa vifaa tiba, pamoja na uwepo wa madaktari bingwa wa macho, ili kusogeza huduma hizi karibu na wananchi, ikishirikiana na wadau mbalimbali wa huduma za macho nchini. Na sisi hapa tuliopo leo ni mashahidi wa juhudi hizo za serikali katika hospitali yetu ya mkoa wa Geita. Wa macho kuona na uone hafifu yani kwa kitaalam tunasema refractive errors, mtoto wa jicho, shinikizo la jicho ambalo tunaita glaucoma kwa kitaalam, pamoja na matatizo ya pazia la jicho retina ya yatokanayo na sukari na upungufu wa vitamini. Ndugu mgeni rasmi, tunaendelea kuishukuru serikali kwa kuweka msitizo katika kuboresha huduma za macho katika mkoa wetu. Katika kutambua umuhimu wa huduma za macho nchini, serikali imewekeza katika sekta ya afya hususani huduma za macho kwa kuboresha miundombinu ya kutolea huduma, uwepo wa vifaatiba, pamoja na uwepo wa madaktari bingwa wa macho na wataalamu wa macho. Kumekuwa na ongezeko la wataalamu wa macho kutoka kumi na moja elfu mbili ishirini na nne hadi wataalamu kumi na nane kwa mwaka 2025 katika vituo vya kutolea huduma vya serikali. Katika mkoa wa Geita tumefanikiwa <laughs> kuongeza wigo wa utoaji wa huduma za macho ikiwemo kuanzishwa kwa huduma za kibingwa za macho katika hospitali ya mkoa wa Geita, ikiwemo huduma za upasuaji wa macho, ongezeko la kliniki za kutolea huduma za macho katika vituo vyote vyetu vya kutolea kliniki kutoka vituo vinne hadi vituo kumi kwa kipindi cha miaka wananchi wa kawaida ambaye hana kipato ataweza kupata huduma za afya ya macho, lakini pia tuna uh, tunahamasisha wananchi wachangie huduma kwa sababu tunataka hizo huduma ziwe endelevu. Hakuna mtu atakayekuja hapa akose huduma kwa sababu hana kipato, lakini wale wote ambao wanaweza kuchangia huduma tutawachagiza, tutawaencourage wachangie, ili wale wengine ambao watakuja baada ya miaka mitatu minne mitano ya huu mradi waweze kuendelea kupata huduma za afya ya macho mimi naitwa Hadija Lihoha, ni mkazi wa Geita. Nashukuru kwa elimu ambayo tumepewa siku ya leo kuhusu jinsi ya utunzaji wa macho yetu. Ni elimu ya muhimu sana ambayo tumepewa, na ni muhimu wananchi wote kupata elimu kama hii dia jinsi gani macho yanatakiwa kutunzwa ili kuweza kuzuia hali ya upofu kwa wananchi. Kwa hiyo nashauri kwamba elimu kama hii serikali yetu iangaliwe namna bora zaidi ya kuendelea kuwapa wananchi wengi zaidi. Inajulikana kama Sanga Vundara, mkazi wa Geita, wilaya ya Mbogo, imekuja hapa kwa huduma ya macho, wanasumbulia macho. Naona huduma ya hapa iko vizuri eh, huduma vizuri, matibabu yako vizuri na huduma yako ya kufikia vizuri bila usumbufu. Madaktari wetu, naomba tu waendelee na moyo huo wa kutuhudumia ili tupate matibabu vizuri, hata wengine waendelee na moyo huo wa kutuhudumia vizuri. nimepita kwenye hospitali ndogo ndogo huko lakini, niliambiwa kwenye huduma nzuri inapopatikana kwa daktari bingwa ni hapa kwenye hospitali yetu ya mkoa benekaja kufika, na kweli huduma ipo vizuri.